Pofika mle gerezani, kwanza kuongea na wafungwa, moyo wangu uliumia sana. Kwanza nilikuta kuna wafungwa ambao anatoka lini, imeandikwa hapa namba. Kuna mtu mwaka anaotoka kiucheki, yaani wewe haupo, ushakufa ndo yeye anatoka sasa. Hata ye atakuwepo nilipoona hiyo nikasikia, mtu mmoja akasogea pale, akaanza kuniambia unajua, mtumishi, tuko hapa tumekuja huku huku, hatuna tuna tunajifunza tunafunzwa huku, tabia zinanyoka tunaenda vizuri sana. Mimi nikaanza kumuuliza, akawa anajielezea, unaponiona hapa, akawa anajaribu kusema kwa sababu aikashahukumiwa manake, shauri lake kesi yake iko wazi. Akaanza kuzungumza mambo makubwa sana. Akasema, mimi kazini kwangu nilikuwa kwenye nafasi fulani ya cheo kizuri mno, lakini kuna mtu alikuwa anakitaka kile cheo, likatokea abcd, watu wakatengeneza shauri, kesi ikatengenezewa, ikaonekana mimi nimeifanya hiyo kosa. Akazungumza zungumza pale, mwisho wa siku akajikuta yuko pale yuko pale, kwa heri mwalimu, yaani ni kwa heri. Kwa hiyo kuna mtu unaweza ukaona, jamani, uko hapa kwa ajili hivyo. Mimi nilivyomsikiliza kwa revelation kwa, kwa ya kiroho nikajua, tayari huyu alishaingia kwenye kumi na nane zao, shauri lao limetimia, wamekamilisha. Moyoni nikawaza sana, nikasema kama huyu na Mungu alikuwa amenipeleka ili tu nione huyo ni mmoja, je, kuna wangapi leo hawana taarifa? Analala usiku na mkewe, anaamka kwenda kazini, kumbe kuna watu kwa siri wamejikusanya, wanamtengenezea shauri, namna ya kuvunjika miguu yote, abaki nyumbani, awe kilema, awe analetewa msaada. Watu wanapika shauri sio tu kukuua; wanaweza kupika shauri miguu ivunjike. Ndio maana lazima tukatae mambo haya katika jina la Yesu Kristo. Moyoni mwangu nikaumia sana. Mungu pale akaniambia sasa, kuna wengi tu. Kwa hiyo Mungu ni kama alinipeleka ili kunifundisha. Mungu akitaka kukutuma kwa watu ka, awezi Mungu kukutuma mpaka akuonyeshe anakutuma wapi, utawapitisha wapi, utawaambia nini. Haleluya! Kwa hiyo nilipofika pale nikaumia sana, nikasema kumbe mambo yako hivi. Nikaanza kumtafuta Mungu tena na tena, ndio pale nikajua sasa kuna watu wengi maisha walionayo leo ni matokeo ya mashauri yaliyowahi kufanyika hapo nyuma kuna watu wamefukuzwa kazi leo, kuna watu wamepunguzwa kazini leo, kuna watu biashara zimefilisika. Kuna mtu leo flemu uliopo, watu wanaitaka wanaigombania. Kuna watu wanajua biashara uliyoweka kwenye hiyo flemu hauuzi kama wao wanavyotaka kuweka bidhaa yao, kwa hiyo wanachombeza unafiki huku ili ufukuzwe wewe, watu wachukue flemu ndio maana siku utakapoondoka, kesho yake ameshaingia jirani yako yule yule uliokuwa unashinda naye, kumbe pembeni nakupelekea umbea ili fremu yako ichukuliwe. Haitachukuliwa katika jina la Yesu, haitachukuliwa. Utafanya biashara na kufanikiwa. Haleluya! Kwa hiyo watu wanaweza kutengeneza mashauri kabisa, na hatari ya mashauri ni kwamba haujui umetengenezewa nini. Hiyo ndio hatari yake. Haujui unaposema mimi, bwana kwa kweli, maisha yangu ni mazuri tu, nina kazi nzuri, nimeajiriwa, napata mshahara mzuri, nina biashara nzuri, na kwenda vizuri, kwa hiyo sina tatizo. Anachokisema huyu mwalimu, inawezekana ni wengine wanahusika, mimi sio. Umelala, umelala, kwa sababu uharibifu utakupata kwa ghafla, alafu utasema, imekuwaje mambo haya? Haijawa, iliwahi kutengenezwa ili iwe, isipokuwa ulikuwa haujui ya muda ambao unatakiwa kuomba sana kwa kile unachofundishwa ni muda ambao hauna tatizo lolote. Ha. Ukiona una tatizo lolote ule ndio muda wa kufunga sana.